Tarehe ishirini na moja ya mwezi wa kwanza ishirini na sita majira ya saa nane za mchana, katika shule ya msingi Nyamtengela kitongoji cha Bukindwasali kijiji cha Nyamtengela kata ya Idahina tarafa ya Dakama, kijana ambaye aitambulika kwa jina la Kassim Omari miaka kumi mwanafunzi wa shule inayoitwa Bukindwasali alifariki dunia akiwa anaendelea kupatiwa matibabu katika zahanati ya Nyakende. Tukio lilikuwa kwamba mwanafunzi huyu pamoja na wenzake walitumwa kufuata wa mchanga kwa ajili ya ujenzi uliokuwa ukiendelea shuleni hapo. Aidha, wakati wanaendelea na uchimbaji wa mchanga kwenye shimo lililopo maeneo ya shuleni hapo eh, mwanafunzi huyo ah, ambaye ni wa darasa la sita aliteleza inavyosemekana, na kutumbukia shimoni ambapo jembe lake pia lilimponyoka. Kwa mujibu wa taarifa za mashuhuda, jembe lake lilimponyoka na kumwangukia huyu mhanga nayesema, ambaye alikuwa shimoni, kisha kumjeruhi sehemu ya kichwani. Uh, juhudi za uokaji ziliendelea, lakini alikimbizwa kwenye zahanati ya Nyankende, lakini baadaye alifariki dunia. Sasa kwamba alikatwa na mwenzie au akukatwa na mwenzie ni suala la kiupelelezi. Sisi tunaendelea kufanya upelelezi ili tuweze kujua ukweli wa tukio na lilivyokuwa. Lakini wito ni kwamba walimu, tunapokuwa mashuleni, basi tuhakikishe wanafunzi wanapofanya shughuli hizi ambazo ni ilikuwa ni kwa ajili ya ujenzi wa ambao wa, wa, wa, kuwa unaendelea pale shuleni, shughuli halali kabisa, tuwe makini sana katika uangalizi ona kijana wa miaka kumi ameweza kupoteza maisha.